Of course eh, ni muhimu sana eh, kuweza kujipongeza kama club kwa sababu ukitazama jinsi mwenendo wetu na progress letu la team inazidi ni kuwa tunazidi kuelewa uh, ma, ma, majukumu ambayo tuko nayo kama club na uh, sisi tuendelea progressively, tunaangalia ile tunasema kwa lugha ya kimombo uh, pathway ya timu yetu kulingana na, na muundo wa timu jinsi ilivyo So of course eh, nipongeze kila mwanya club. Nikimaliza hayo kulingana na swali lako, kulingana na preparation yetu ya mechi kesho, semifinali la pili, ni kushukuru kuwa uh, tulijitahidi kama timu kuweza kutoka katika lile grup letu ambalo lilikuwa gumu kweli. Ukiangalia group, tulikuwa na sisi wenyewe, tulikuwa na URA timu ambao pia wameshinda ligi ya Uganda mara nne, wameshinda cup match mara tatu ukiangalia Azam ni timu ambayo every time wana compete katika Champions League. Uh, vile vile vilevile, ukiangalia Mlandege walikuwa defending champions katika ili kombe, so sisi kama Singida tuna appreciate that uh, tumeweza ku-work vizuri progressively na kuingia katika nusu fainali. Nikizungumzia nusu fainali ya mechi ya kesho, la kwanza ni lazima tuweze tu kuwa uongea jinsi ambavyo tumejiandaa na maandalizi yetu ni, ni respect katika mechi ambayo tunacheza kesho, kwa sababu kesho ni semifainali namba tu. Mpinzani ambaye tunapata naye ni mpinzani wa tunaweza kusema uh, uh, ambaye ana ushindani katika football so nafikiria mechi ya kesho ni, eh, ni respect, kulingana na kimbinu na katika zile falsafa na technicality ya wachezaji ambao tutakuwa tunapatana. So of course tunajua team yetu wacheza nao watatupea different uh, challenges ama shortcomings kwa sababu tunajua mwenendo wao ni very attacking side, wako very strong, na, na, na, na, na different uh, uh, transitional. Ni timu ambayo wanaweza kacheza na, na, na, na, na, na with upana wa kiwanja jinsi ambavyo ilivyo, so nafikiria sisi uh, kama Singida Black Stars katika uwezo wetu lazima tuweze kujua mbinu ambazo tutazitumia zituweke katika nafasi bora kwa mechi ya kesho. So kitu muhimu kwangu ni eh, nikisema risk kama nidhamu ya mechi, ni yule upinzani ambao utakuwa fairly katika mechi ya kesho, na hayo ndo mambo ambayo tunayazingatia kama timu. Na pia tukiangalia katika competition eh, lenyewe ni semifinali na semifinali ni motivation kwa timu lolote duniani ukiangalia ile competition, kwa sababu nusu fainali inamaanisha kuna kazi nzuri ambayo umefanya. Namba 2 inapea fursa kwenda pale katika finali. So hayo ndo, uh, mawazo ambayo tuko nayo kama timu kuelekea mechi ya kesho. Uh, muda mwingine kuna tunasema kwa kilugha ya kimombo perception, uh, auwezi toa uh, jinsi ambavyo mtu ana mtazamo wake, lakini katika football uh, wangani context so na ushindani na nafikiria hiyo ndio jambo la maana kwa sababu ukiangalia path wenye sisi Singida tumefata tukafika semifainali. E, ni tofauti vilevile na Yanga kuweza kuf, kuji, kufanya bidii wakafika semifinali. So nafikiria nimesema ile respect. Respect ni fairness, lazima tukue na ile fairness ya competition that sisi kama Singida kuna kazi nzuri ambayo tunafanya ndio tupatane na Yanga kwa sababu swali ni kama tungetoka katika group stage kuna mechi ambayo tungeazungumzia na vile vile kama Yanga wangetoka katika group stage then na tungekuwa na mechi ya kesho ambayo ni Singida uh, na na young Africans. However eh, nime ni, zingatie kusema kuwa tuko katika mini transitional break, kujibu ndugu yangu, tuko katika mini transitional break na ni normal wakati teams zina zinahitaji zina, zina, zina wachezaji. Sisi kuna mchezaji maybe during the week tumemwona kwa Yanga ni mzuri, tunataka kumchukua. uh, mchezo wa kesho sisi mwalimu ameweza kuongea mbinu zote kwamba kesho sisi tuna Yanga, tunawa respect tunawaheshimu. Yanga ni timu kubwa, na Singida nayo ni timu kubwa. Naamini mpira wa kesho utakuwa mgumu, na mechi ya kesho itakuwa ni nzuri, kwa sababu kila mtu, Yanga wachezaji wake tunawajua na, na wachezaji wa Yanga wanajua wachezaji wa Singida. Kwa hiyo mechi kesho itakuwa itashindanishwa kwa kimbinu, na dakika 90 ndo zitakazokuwa zitakazoamua mchezo wa kesho.